Ukiona ukionama amekutia mafuta, hata kama kwenye madhabahu hii una huduma ya kawaida, jambo hilo sio la kawaida kama wanavyoliona washirika ia mafuta h, hata kama mafuta tunapaka, vigelegele vigelegele, unaelewa? Yale mafuta ambayo tumekutia, upiga vigelegele, sawa, umetengwa Yako, wewe wanakiona ama hawakiona. Yeah, maadamu Mungu amekutia mafuta yeah. Wewe umetengwa umetofautishwa, umebadilishwa yeah. Sasa hasara utakayoipata kubwa ni wewe kuwa umetiwa mafuta alafu unakuwa wajana alafu ukawa wajana, kazi ya mafuta yanakuja yanaanza kukunguza wewe mwenyewe sasa wewe utakuwa unaona ah mi, mi, mi, mi, mi, mimi mimi ni niko na rafiki yangu Esther. Tunaendelea kuwa naye Esther. Ah, kuna namna ya kuachana. Kumbe ulipokuwa na Esther mwachani namna ile ya kwanza anayojua ndiye atakaa nayo na wewe kwenye mafuta. Alafu wewe utaanza kuathirika kwa sababu kwenye ongezeko la mafuta unatakiwa utengeneze badiliko la wengine kufanania na namna wewe ulivyo. mafuta mm. na kuwafanya kuwa wakuu mahali walipotokea. Alikuwa anawatoa kwanza kwao, anawapeleka sehemu nyingine, anawageuza, wakirudi wanarudi kwenye kofia ya yale mafuta, na hata kama mm. na hata kama hataki yule mtu kubadilika, mafuta yanamfarakanisha yana na watu wa kwanza ili ainuke You. Alafu ukashindwa kuyatumia kwa kiwango cha Wacha nifanye hii, nitumie maji sawa, nipatie kitu tukiite. Mtu huyu ni mtu ambaye ametengwa, apaka mafuta. Ninapokupaka hii mafuta kwenye ulimwengu wa mwili sawa, jambo hili linakuwa linifanya na linakuwa linadhibitika, hivyo hivyo kwenye ulimwengu wa roho. Sasa macho ya damu yeah, na nyama unaweza kuweka tahadhari na umakini kwa sababu umeona, oh, kwa macho ya damu na nyama, yeye aliye kwenye mazingira ambayo hamjaona anategemea msaada wako wewe kuyaonyesha mafuta haya kwake, ingawa hakuona unapata mafuta aa, chupa hii kitoka hapa, ambaye huyu mtu atakuwa ni, ni radhi huyu, sisawa? Akavua zile nguo ambazo zina mafuta ambayo zi tumemwagia nguo akazianika zikatauka, hali ya mafuta yale yakatelea kwenye vazi yametoka kwenye vazi, lakini yako kwenye ulimwengu wao vile vile, kama alivoka. no! no! Aa, unavyokuwa unaenda kwenye hatua zako za maisha, unakutana na watu ambao hawajui umepaka mafuta, unaamua kuwa nao kwa namna ya kwanza, ukiwa unawaua kuwafanya kile Mungu amekuwekea

Unakuta tukengele tunasema anaye kufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Sasa kwa nini wewe ambayo unakuwa umejua silishio, usijiweke katika namna ya kuwatangulisha watu, tunafanya mambo ya gumzo? Hapana, wa alinao huma yao. Kila ninajua nilivyo, ninajaribu kidefensi na watu wengine kisilete madhara kwao na kisilete madhara kwa mbo. Nikae kwenye faida ya nilicho pewa na nilicho chiwa. Na wao wapate faida kupitia mimi kwa nilichopewa pewa. Okay. Hey. Na nana basi mpigie makofi mengi a, a, a, a. kwa mbo. Ni muhimu sana. Waliyo chiwa mafuta. Mwe makini. Kuna vitu vingi mnaharibia kwenye ulimwengu wao. Na zinasababisha faraka kubwa kwenye ulimwengu wao. Amen. Amen. Tere sema amen. Amen. Musipojua hayo mambo, tutakaa na nini mkiwa huko hivi hivi? Hakuna mabadiliko. Hata nikikubeba mzima mzima kichwani upeleka mlimani na kurudisha, kifungo kiko pale kwa sababu unachezea mambo ya mafuta. Ukipata mafuta ni uwezi kuwa na shoga mafuta. Ukipata mafuta uwezi kuwa na kipenzi cha roho yako, hakuna. Ukipata mafuta uwezi kuwa na mbia wa kibiashara mwenye shibara na hiyo mafuta, lakini umepata mafuta, mafuta nayo ndio mafuta Hivi shoga yako lazima atakufata.